Kwa hiyo jana nimemsikia Heche anasema makamo wao mwenyekiti anasema, tumekuja huku Chadema kilikuwa chama chetu, tumeamua kuwa na no reform no election. Tunashangaa kuna watu wanajiita G55 wametusaliti, na sasa wametangaza kuhama chama, unatuambia sisi mimi niliwahi kuambia nyiye mna mgogoro, akatoka hadharani, hatuna mgogoro. Nasema hivi, ukipandacho ndio utakachokivuna. Sasa hivi sio siri tena kwamba kuna mgogoro mkubwa ndani ya Chadema na yeye Heche anawatuhumu wenzake kwamba wamewasaliti. Sio wamewasaliti, wamekosa matumaini kulikuwa na watu walikuwa wanataka udiwani, kulikuwa na watu wanataka ubunge, kuna watu walitamani kugombea urais. Uongozi wa sasa wa Chadema umeondosha matumaini hayo, na hiki kinachowakuta Chadema, inaenda kufa mikononi mwao. sisiemu oye! Kwa hiyo kimsingi John Heche Usitafute mchawi, mchawi ni nyinyi wenyewe, mliokuja na mipango hii ya kuiua Chadema na mipango hii ya kufifisha matumaini ya Wanachadema. Kwa hiyo, msitafute mchawi, mmeiua Chadema kwa mikono yenu wenyewe. Sisi CCM oyee! Anaanza kusema eti hawa wamehongwa, usitafute mchawi. Na unaposema kuhongwa, na wewe ujue, John Heche, uko kwenye nyumba ya vioo, usirushe mawe. CCM oyee! yuko kwenye nyumba ya vioo asirushe